Je, ni vipi unaweza kutupa taka? Wajerumani ni wataalamu. Hebu tuangalie. Tuna karatasi na maboksi. Hizi ni taka za chakula tu, maganda ya matunda na mabaki, baadhi hutumika kutengeneza mboji. Pipa jingine ni la plastiki. Hii ni kwa chochote ambacho hakitarejelewa kama karatasi yenye mafuta na nepi zilizotumika kuchakata tena. Vioo ni jambo jingine kabisa. Utaona mapipa ya chupa za rangi ya kahawia, kijani na nyeupe Usitupe chupa zilizopasuka baada ya saa nne usiku, kukiwa na ukimya. Na ukirejesha chupa na makopo ili zichakatwe, unapata pesa. Lakini subiri, kuna la zaidi. Kama una nguo nzuri na huzihitaji, zilete hapa. Viatu huvivai tena hapa. Kila mwaka Ujerumani huzalisha tani mia tatu na arobaini za taka. Takriban asilimia hamsini ya taka huchakatwa tena, kitu ambacho ni kizuri sana.